Naam, bwana nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Haji Manara alionyesha mjengo wake ambao anaujenga huko Kigamboni. Bwana kuna gorofa ambalo Manara analijenga Kigamboni lakini nasemekana kwamba kuna mjengo mwingine unajengwa Mbweni. E, bwana, lakini sasa kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba Mwijaku bwana amemtupia kijembe Haji Manara kuhusiana na swala hilo la kujenga huko Kigamboni akiwa anadai kwamba umri wake umeenda na zaidi ya miaka hamsini ndo amekumbuka kujenga ni kama vile amechelewa. Umeona, bwana, kwa hiyo Mwijaku amemchana makavu Haji Manara na hii ni mara tu baada ya video yake kuonekana akiwa site kwenye usimamizi wa mjengo wake mpya huko Kigamboni. Kwa hiyo Mwijaku bwana, kama unavyoelewa amempa madongo, amemtupia madongo na hii sio mara ya kwanza hata kwenye ishu ya Manara kuachana na Zailisa, ni kwamba ilikuwa inaonekana wazi kabisa kwamba Manara yuko upande wa Zailisa. Lakini pia kwenye ishu ya ujenzi pia naona ameamua tena amseme Manara. So nataka hapa usikilize the way ambavyo eh, The way ambavyo Mwijaku alivyomtupia kijembe Manara kuhusiana na ishu ya ujenzi kwa wakati huu. Marusha, ya yeah, so hayo ndo madongo ya Mwijaku kwenda